moja na Justin Bearden wote wenye umri wa miaka 24, wanakabiliana na mashtaka ya ukatili wa watoto baada ya mamlaka kuweza kusema kwamba waliwaruhusu mapacha wao wa miezi sita kuweza kung'atwa na kuvuja damu kutokana na mashambulizi ya panya wakubwa katika nyumba yao huko South Carolina. E bana, askari waliweza kumkuta mtoto wa kike akiwa na majeraha usoni, mikononi, pamoja na masikioni na kaka yake akiwa na alama ya kuweza kung'atwa kwenye mguu. E bana, wanandoa hao walikiri kwamba panya walikuwa ni tatizo katika miezi kadhaa. Ebana, watoto wote watatu e, wako chini ya uangalizi wa serikali. Wazazi hao wa familia Bearden wameachiliwa e, kwa dhamana, na kesi yao e bana, imepangwa kusikilizwa tena Julai 31. So kwa kosa tu la kuto wa, e, angalia watoto ipasavyo panya kuweza kumng'ata mtoto, wanaonekana kabisa kwamba na wenyewe wanaingizwa kwenye kesi, kesi ya ukatili kwa watoto. So sasa hivi wanaonekana kabisa kwamba na wenyewe watapandishwa mahakamani kwa suala tu la kutokuwa makini pamoja na watoto wao. Kwakowe kama mdau wa Sawasawa Online Digital uko na mtazamo gani? Make sure tukwamba unaendelea ku drop comment yako kunyanja comment hapo, utakuwa eh, umetisha umetisha kinomanoma kwa taarifa kadha wa kadha zinazozidi kuendelea kutoka ndani na nje ya mipaka Tanzania. Make sure tukwamba unaendelea kusubscribe sawasawa online digital. Till next time, bye.